Je, wapenda kuwa Emmanuel andia mgawa awe mume wako wa kuoa ili mkae pamoja kama ilivyoamuliwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa, tampenda na kumheshimu, twamtii na kumtunza katika hali yoyote ambayo Mungu ataweka, na wengine wote utawaacha na kwa yeye peke yake siku zote takazoishi nyote wawili? Kama ni ndiyo, sema nitafanya hivyo nitafanya hivyo. yetushagema ye makofi sasa naomba mchungaji amgaa mshike, munika mkono wake wa kulia, mshike mkono wake wa kulia. Utasema maneno akesiman, tawashikia macho, tawashikia maikrofoni. Utasema mimi, taje majina yao matatu. Mimi Imara ni Andrea Mgaya, na kupokea huyo, taje majina matatu. Nina ninakupokea wewe Monica Frederick Masatu. Uwe mke wangu wa halali. Uwe mke wangu wa halali. Kuwa na wewe siku zote. Kuwa na wewe siku zote kutoka leo kutoka leo katika hali zote, katika hali zote zotet a zt ambazo Mungu atatuweka, ambazo Mungu atatuweka, nitakupenda nitakupenda na kukulinda na kukulinda siku zote siku zote tutakazoishi tutakazoishi wote wawili wote wawili. Kwa hiyo kwa hiyo nakupa nadhiri yangu nakupa nadhiri yangu. Hebu tumshangie kwa makofi. Monica anasema maneno haya na kupa, na, na, na Monica. <laughs> sema maneno haya, sema Nakupokea na wewe utaje majina matatu uwe mume wangu wa halali wa kuwa nawe siku zote kutoka leo, leo katika hali yoyote ambapo Mungu atatuweka, Amba nitakupenda na kukutii na siku zote, siku zote takazoishi sote wawili sote kwa hiyo nakupa nadhiri yangu, yangu. Basi mama, unaweza kazionyesha hizo nadhiri zao watu waone, ili kwa wakati unataka wapate muda muda wa kwenda kupiga picha za kum -kum. Amen amen, basi fungue waweze kubishana kama umepokea. Sema mimi, taja majina matatu Mimi Emanueli Andrea Mgaya nakupa pete hii wewe, kenye majina matatu, nakupa pete hii wewe Monica Frediki Masatu, ili iwe ishara ya kwamba wewe ni mke wangu niliyekuchagua, ili iwe ishara kuwa wewe ni mke wangu niliyekuchagua, na pia iwe muhuri ya ahadi yangu, na pia iwe muhuri wa ahadi yangu ya kukupenda ya kukupenda bila kukoma bila kukoma na kwa ukamilifu

Kwa hiyo nataka niwaambie ndugu zake na imani umgaya, na bonika, na inyo, na ya mgaya, mkiona nampeda Monica ni kwa sababuk namwagiza hivyo, na mbele za watu wote ameahidi atampenda katika hali yoyote. Kwa hiyo msekashangaa. Sasa namonika anatafundisha pete, ukisema maneno Masatu, nakupa pete hii wewe, ili iwe ishara ya kwamba wewe ni mume wangu niliye kukubali ni na pia iwe muhuri kwa ajili ya ahadi yangu ya kutii ya bila kukoma. bila kukoma na kwa uaminifu, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Eh, mtu mchagiwa makofi na mkamilisha kweli kweli. Surprise. Surprise. <laughs> Surprise. <laughs> Hayo ndio maungano ya pasayo kuunganwa na kuzingatiwa katika kipindi chetu cha ndoa, kwamba wake kwa watiidi waume wenu kama kanisa mtii